Kwa majina naitwa Lila n Mkutani wa Bangila aka malikia wa Dar es Salaam, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Kinondoni. Kimsingi niko hapa katika uwanja wa Meko ambao uko eneo la Kunduchi ndani ya jimbo la Kawe. Niko pamoja na viongozi wenzangu, mwenyekiti wa wilaya, katibu pamoja na wajumbe wote wa halmashauri kuu ya CCM wanaotokana na jimbo la Kawe, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kumpokea mgombea mwenza nafasi ya uraisi siku ya tarehe moja muda wa saa sita mchana katika eneo hili la uwanja wa Meko kata ya Kunduchi ndani ya jimbo la Kawe. Niko na vijana wangu wa amasa tunaendelea na shamra shamra, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkubwa ambao tunaamini siku ya tarehe moja mgombea mwenza anakuja kuzungumza na wajuu, anakuja kuzungumza na wananchi wa jimbo la Kawe ikiwa ni pamoja na kutoa majibu ya kero mbalimbali ambazo zinawakabili wana Kawe. Lakini kimsingi mgombea mwenza, sisi Kawe ni mwenzetu, ni mwana ni mwananchi mwenzetu, lakini ni mkazi wa jimbo la Kawe. Hivyo sisi kama wajumbe na wananchi na wakazi wenzake, kiukweli tunao furaha kubwa kuhakikisha siku yetu tunampokea kwa heshima kubwa, na hivyo maandalizi yetu ni makubwa, na atarajie makubwa zaidi, kama anavyotujua Kinondoni, hatuna jambo dogo. Kidumu chama cha Mapinduzi. Kidumu